Ah, sister, salama. Ah, sister, salama. Sasa, samani wewe ni mwenyeji wa maeneo haya? Ndio. Ah, nilikuwa naulizia kwa mzee mmoja anaitwa mzee Masharubu, ana ndevu fulani hivi. Sawa, wewe umetokea metoke nimetokea njia hii huku hivi Vipi ndugu yangu, oya, utakaa hivi mpaka lini ndugu yangu eh? Kila siku hivi, mbona majambo yanajulikana mzee eh? Mtaa mzima huu anajua mzee, tabia ya mke wako mwanangu, mke wako malaya mzee, hata hiyo mimba ambayo mke wako ambaye anayo ni ya mtu mwingine kaka Unaona huko ulipotokea, huko pale mbele kuna njia pacha uh -huh. unaingia mkono wa kulia kulia, moja kwa moja utakuta nyumba nzuri nzuri. Ndio hapo hapo kwao. ah, okay, pale kuna ile pacha ile. hey. ndio naenda kulia. hey, moja kwa moja utakuta nyumba nzuri. Okay sawa, basi sawa, asante. Haya, poa. Alafu sister, sorry, samani, naomba ungenisaidia namba zako, ili nikiweza kupotea pale niweze kukupigia unielekeze. Haya, andika, inaita utanisave mbozo mtu asisti. Sawa, asante. Mapenzi Hisia Hivi, kilichokuleta wewe ni kuja kunishauri mimi au kuja kuchukua pesa yako ya ulinzi? Ah, kilichomleta hapa ni mm -hmm. kuja kuchukua pesa ya ulinzi, sina kingine mzee. mm -hmm. Eh, basi usitaki kuniaminisha kwamba watu wafupi ubongo unakuwa uko karibu na makalio. Sawa so, alafu nikwambie tu kitu kimoja, utamu wa tunda anayejua yule anayelikula anaikula tunda ndo anajua utamu wake, lakini pia usikalili kwamba utamu wa chai basi ni rangi, ila ni sukari ambayo ipo ndani ya ile chai hiyo. Basi sawa, chukua pesa yako na utembee. Sawa. kazi yako ni kulinda. Sawa kaka, hiyo ndo kazi yako na sio kulinda mahusiano ya watu. Oya, blaza. Oya. E, niambie. Ah, fresh, naona ni nini unachomoka afu mazingira, mimi sielewi kama unavyoelewa blaza. Ah, ah, sasa sikia. Bora nimekuona, kuna kitu kwanza nilikuwa nataka nikwambie. Sawa. Kakako. Simepata mchumba bwana, toto zuri mwanangu. Ah, hapa nataka Suntu aje kuelezea historia ya familia yake. Kazi kweli, kaka. Ofisi zako hizi za low budget unachukuliaje? Nishaandaa chuma changu unga wangu shaandaliwa huko ndani, yaani hapa naandaa mazingira ile, akija wewe ukatafute pa kulala unga mkongo, ina maana eh, si ndio? <laughs> <laughs> We mbaya wewe. Vipi, umefika muda mrefu sana? Hamna, unajua sijafika muda mrefu sana, ni kama dakika tatu hadi nne tu. Basi, unajua nimekuweka, maana nenda kuzula kidogo, unajua tena mihangaiko kutoka Rahma. ondoke hapo. Niko peke yangu. Eh, ndio. Karibu. Ah, asante, nashukuru. Vipi, mbona uko mwenyewe vipi? Lakini mdogo wangu wajambo? ah, Nasani. Shemeji, itakuwa ni ngumu kuweza kuamini lakini haina budi, inabidi tuishi katika uhalisia huko kwa sasa hivi. Kiukweli mimi nimetoka huko, nimekuja hapa, nilitegemea Lama naweza nikamkuta kwako. Na tumaini langu lote lilikuwa ni hapa, lakini sasa nilipofika hapa tena nauliza swala kama hilo, it means sisimizi ni kama namtafuta, ni namtafuta, Lama haonekani siku hizi zote. Na ndio maana nimetoka huko, nimekuja hapa, lengo langu tukae chini, mimi na wewe, ili tuweze kujua tunawezaji kumpata Lama na tunawezaji kujua tunampatia vipi, kwa sababu hayupo aonekani nyumbani ndio sasa. Kwa hiyo mi nataka niandae mazingira akija hapo, ukatafute pa kulala, sijui utaenda kulala kwa nani. Fresh bro, hilo e, ndo kuu. Alafu kitu kingine, chonde chonde, umeona hizi nguo zangu unavaa sawa, unasifiwa na mademu zako haufui. Tutazinguana sawa? Eh, tutazinguana. Sasa mi nakuachia hela hapa hivi Utazingatia sabuni ufue freshi, alafu mambo mengine tutachekiana. Unajua kodi imekaribia kuisha, zingatia hapo sabuni nini, alafu inabaki utapiga msosi. Sisi tunabaki buku tu brother, hiyo hiyo, kama ni rata futa yako, alafu utajua buku ni kubwa kiasi gani. Ah, ah, ina normal ah, poa basi, freshi kaka mkubwa. Ah, ah resw hivyo unajua kama unapomzungumzia Rahma unanizungumzia mimi nale. Sasa fanya masiala kote si kwa mdogo wangu, fanya utani kote si kwa Rahma wangu. Kama umemchoka pita raka zake, mimi kwangu nitampokea, kwa sababu ulimkuta hapa anakula, anavaa na ninamhudumia katika kila hali pasi pa kumtegemea mtu yoyote yule, na ndio maana ukampenda Sio kanileta mimi Kiswahili tu mdogo wangu juu alipo, ya yaani kama jinsi ulivyokuja kupiga goti pale eh, ukamchukua mdogo wangu ndivyo namtaka mdogo wangu hivi. Hivi. Sijui utamtoa wapi? Sijui. Sijui utafanyaje kumpata mdogo wangu? Mimi sijui. Ila namtaka mdogo wangu. Yaani fanya juu chini mdogo wangu apatikane. Usinitie masala kabisa. Kama umemchoka mpe talaka zake arudi, nampokea mwehu, nini we? Yaani utoke huko unapotoka uje uniambie mimi Rahma ipo kwangu wakati iko kwako, mi nakuelewa vipi Ala? kama ulizoea ukija hapa mimi na kuchekea chekea ukanichukulia kawaida sana, napobadilika nakuwa mtu mwingine, sijui umeelewa eh? fanya unavyojua sebo, hakikisha mdogo wangu anarudi kwenye mikono yako. Umemshindwa, mrudishe kwangu. Kama sio kuwezea segelea <laughs> basi nitakupeleka Morogoro pozi. Tuzi. Napenda ufahamu ya kwamba moyo wangu mimi ni sawa na ndege asiyekuwa na kiota, na naamini kwamba kukupata wewe naweza nikawa nimepata kiota changu cha milele cha kutulia moja kwa moja. Nasema yote kwa sababu katika maisha yangu yote ya ujana mpaka sasa hivi nilivyo sijawahi kupata upendo wa mwanamke mwingine yeyote wa dhati ukiacha wa mama wangu mzazi peke yake. So, sivyo? Unajua, una rangi nzuri sana ukitabasamu, mimi moyo wangu unanikosha sana. Nakupenda. Unaweza kaniambia ukitoka hapo na ratiba gani? Nataka niwe kurudi nyumbani kwa kakaangu nisije nikamkwaza. Unaonaje tukaenda kwangu kupumzika alafu then baadaye tutakupeleka kwenu. Kwako? Eh. Mimi siwezi kwenda kwako, kwa sababu mimi mimi hapa sijaata kufanya mambo tunayotaka tungo kufanya. Yaani you mean kwamba hujawahi kukutana na mwanaume wote? Basi I'm very sorry, naomba unisamehe sana, sikufahamu lakini pia sijakuita bure bure tu mm -hmm. Na surprise yako. Surprise gani unapenda zawadi eh? hamna. Si umesema ni yakwangu? Eh, hey, surprise yako. Eh, hey, surprise gani? Surprise flani nzuri nzuri. Ngoja ni yeah, eh? Oh, so, hey, hey, I want to see

Tumia busara, uliza una shida gani? Habari za mke wako zinanihusu nini kwanza? Mm. Kiraisi tunajibu hivyo kira tu kiraisi tu, si ndio? Nisikilize, ngombe kitu kimoja. Sitaki uja, kuja kuja kurofishana na wewe wala nini. Nachotaka kujua ni kwamba mke wangu umemweka wapi? Rama iko wapi? Nisikilize vizuri sana. Habari za mke wako usiniulize mimi. Alafu ishu kuhusu ndoa? Sijui mke wako, usiniuli kwa sababu mimi sijawahi kuoa. Unaniuliza ili iweje? Sijui maswala ya ndoa masikini ya Mungu yanaendaje. Hizo habari sitaki kusikia mzee. Hivi. Unapataje ujasiri wa kuweza kunifokea? Unanifokea wewe kama nani? Nisikilize, hapa uko kwangu. Naweza kuongea chochote kile. Chochote? Eh. Yeah. Basi kama ungekuwa na thamani sana, ungekuwa ukifa uoza. Lakini kama ukifa unaoza, basi thamani yako iko kwenye ari. Nisikilize. Kuhusu mimba ya mke wangu, unajua kama mimi hiyo mimba inakuhusu wewe. Usizani sijui kusana hilo swala. Bro. Nitakuja nikufanya kitu kibaya sana, nakwambia katika maisha yako. Sikia mwanangu, kama unataka kufanya kitu kibaya, wewe fanya. Susie. Mapenzi Hisia. Mapenzi Hisia. Mapenzi Hisia